Wanasema ni nyumba kwa nyumba mtaa kwa mtaa, na sasa leo tuko hapa tena na Mr Nobody, yaani mtu asiye na jina au mtu ambaye sio yote, anaitwa Nobody. Dude katika dude, yani mashine, we kwenye mashine. Basi dude tena hili hapa, sauti ya baba Fernando, mambo yakizidi kwenda eh, sambamba kabisa. Wanaita Comcast, ndio waliokuletea hii Perfect World, ndio pia wamehusika lakini pia sauti ya mjukuu ndo inahusika kuanzia mwanzo mwenga ni single movie, yani inaanza afu inaisha. Kwa hiyo ni kusitu hii movie ina masongi ya hatari. Kuna jamaa mmoja ameua watu 200, yani mtu mmoja uwe watu 200. Serikali ilimchukua huyu jamaa ikaenda kumhoji kwanini ameua watu 200? Na ye mwenyewe alikuwa amechakaa kwa kiasi cha mchakao anaitwa Bobby. Ukipenda muite Nobody.